Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais, baba yetu mlezi wetu Profesa Kabudi, Mheshimiwa Naibu Waziri wa habari, sanaa ya michezo na utamaduni, ndugu yangu Hamisi Mwinjuma, Mheshimiwa Katibu Mkuu wetu Gerson Msigwa, kaka yetu Naibu katibu mkuu viongozi wote mlioko hapa mkiongozwa na wakurugenzi na wakuu wa taasisi zote kumi na moja ambazo leo tumeungana kushuhudia hafula hii ya mapokezi tukitoka katika uhapisho kwa nafasi ambazo Mungu ameridhia tuzipate. Nianze kwa kumshukuru sana Mungu kwa kutupa nafasi, uhai na upendeleo wa kuwepo hapa duniani tukiwa wazima wa afya , lakini pia kwa kumgusa Mheshimiwa Rais na kutupa nafasi na sisi kushiriki kutoa mchango wetu wa uongozi katika taifa letu. Wenye sifa wako wengi, na mimi sio bora zaidi kuliko wengi, lakini kwa mapenzi na kudura za Mwenyezi Mungu imemwezesha kutukirimia nafasi ambazo leo tunazishika. Niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutuamini mimi pamoja na Profesa Kabudi ambaye amekuwa kiongozi wetu hapa lakini pia naibu waziri wetu kuendelea kushika hizi nafasi eza, katika nafasi ya naibu waziri niliyokuwa nayo ndani ya siku hamsini na mbili au katika nafasi ambayo leo nimeipata na mzee wetu profesa Kabudi akienda kwenye majukumu makubwa zaidi. Nina kila sababu pia ya kuwashukuru viongozi wa dini. Sisi wengine tunaishi kwa maombi na hapa tulipo ni ushuhuda wa kazi ya msalaba. Ninawashukuru sana watumishi wa Mungu wa madhehebu yote mawili, Wakristo na Waislamu, ambao hutuombea na kutunenea mema na hatimaye maneno yao hufika kwenye kuta za mamlaka nasi kuonekana tunaweza kutoa mchango kwa taifa letu. Naendelea pia kukushukuru sana Profesa Kabudi, waziri wetu, kwa uongozi wako. Nimepata nafasi ya kuwepo hapa kama nilivyosema, tena katika kipindi ambacho tunaanza Bunge. Kwa hiyo kuna harakati za Bunge, kuna semina za Bunge, kuja kwenye semina za viongozi, na pia kunipa nafasi ya kwenda Moroko kuisimamia timu yetu ya Taifa Stars katika mashindano yanayoendelea ya mwaka 2025 ya AFCON. Nakushukuru sana Prof. Uliniamini na ukusita na imani yako imekuwa kubwa na leo tumepata nafasi tena ya kuendelea kuaminika kulitumikia taifa letu. Ningeweza kuwa na maneno mengi sana lakini naomba niwashukuru sana wizara kupitia kwa katibu wetu mkuu. Wewe pamoja na naibu katibu mkuu pamoja na dada yangu Sevela mkuu wetu wa utawala kwa kweli mmenikaribisha vyema na mmeshiriki kunionyesha njia na kunipa nafasi ya kutoa hata mawazo ya namna gani tunaweza tukafanya wizara yetu ikawa bora zaidi. Unapokuwa mgeni, hata kama unaijua serikali kwa namna gani, kubali kujifunza kwa waliokutangulia. Nimefika hapa nikiwa mgeni, na wengine yawezekana niliwatangulia, niliotangulia, kwa sababu mi nimeingia serikalini muda kidogo, kwa silio namba inasoma kwa muda mrefu lakini ukija mahala, tulia kwanza, jifunze o kwa. Nawashukuru sana katibu mkuu pamoja na naibu katibu mkuu na dada yangu Severa kwa kuendelea kunisaidia kuijielewa wizara, kujua mipaka yetu, kujua majukumu yetu, lakini pia kwa fahamu watendaji, wakiwepo wakurugenzi na wakuu wa taasisi zetu mbalimbali. Leo ninapoingia ofisini kama waziri, nitaomba tuendelee kupeana ushirikiano huo huo. Tuendelee kushirikiana. Hakuna anayejua kila kitu, ila unajua pale unapokuwa na watu wanaojua, na nyinyi mlioaminiwa katika nafasi mbalimbali, wengine mbali kwa taaluma zenu, kwa muda mlio save katika nafasi hizo, wengine mkapata nafasi ya kuwa promoted kuwa mpaka wakuu wa taasisi wengine kuwa wakurugenzi, basi uzoefu wenu utumike kuwezesha jukumu langu liyo rahisi zaidi, ili niweze kuwa mtumishi mwema kwenu na kwa Watanzania ambao wanatuamini na wanatutarajia kutimiza ndoto ya Mheshimiwa Rais aliyetuteua. Leo niendelee kukuomba profesa, kuondoka kwako kwenye wizara hii umebadilisha tu majukumu sasa. Wewe ni waziri mlezi wa Wizara ya Habari, Sanaa na Utamaduni, utaendelea kutulea na tulichofurahi zaidi, umeenda Ikulu, maana yake umeenda sehemu ambayo sisi mambo yetu anapaswa kwenda. Kwa hiyo nakuomba ukawe balozi mwema wa wizara ya habari utamaduni ukafuatilie yale mambo ambayo mlikaa mkakubaliana yafanyike ili tunapoyaleta mambo yetu aidha kupitia kwa katibu mkuu kwenda kwa katibu mkuu kiongozi au kupitia kwa waziri wetu mkuu mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba basi wewe unagonga muhuri tu ya kwamba haya ndivyo tulitamani yawe. Na mimi nikuhakikishia prof. Nimekuambia tukiwa wawili Naomba nikwambie mbele ya Watanzania kupitia mkutano wetu wa makabidhiano, hakuna hata jambo moja ulolihangaikia, uloliwazia, likakaa kwenye maandishi likapita na kwenye vikao litakaloachwa. Kila ulichotamani kukiona kitakwenda kutokea na sisi tutahakikisha kwamba tunasimamia. Mimi ni muumini wa kutokuamini aliyetoka ofisini, wewe ndio na akili kuliko yeye Nipata bahati ya kuwa chini ya mzee wangu Meck Sadiki nikiwa mkuu wa wilaya wa Kinondoni mwaka elfu mbili na kumi na tano, yeye akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Aliponiachia ofisi, yale yote aliyoyaacha yalitimia, na hata leo huko aliko Mwanza anafurahi ya kwamba mdogo wake anaendelea vyema, kwa sababu ya kutambua ni nafasi ya kutoa mchango, na wakati ukinapofika atakuja mtu mwingine, lakini yale ulioyatolea mchango ni muhimu yakaendelezwa nimepata nafasi ya kuwa mwenezi kwa dada yangu Sofia Mgema, na yeye ana furaha huko aliko ya kwamba yale aliyopanga kama mwenezi yaliendelea. Nimepata nafasi pia ya kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha kwa kaka yangu Mongera, yale yote aliyotamani yaliendelea kufanywa kazi, na kote huko nimeweka alama ya kutokubeza watangulizi wako, kulinda na kuendeleza kazi alizozifanya ili kwa pamoja tuwe na historia njema kama taifa ya kuwa na mwendelezo wa watumishi wanaopita kwenye nafasi mbalimbali. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, nije kwa watendaji. Tofauti ya profesa Kabudi na mimi ni spidi, hekima zake zilikuwa zinamfanya analitazama jambo na kulikolo miaka sabini nyuma wakati anatafuta memori, hivi mwaka 60 hivi ilikuwaje jambo hili hivi? Mwaka sabini ilikuwaje? Hivi mwaka themanini ilikuwaje? Mimi huo muda wa kutafuta rekodi sina. Naomba watendaji wa wizara, kila mtu kwanza ukae kwenye kiti chako wewe na ufunge mkanda wako vizuri. Hili ndilo ambalo limechangia kunifikisha hapa. Tabia yangu inajulikana, eidha wanaweza kukujuza watu kwa matakwa wanayotaka, lakini kwangu mimi, tabia yangu mimi sio unafiki. Sina tabia ya kukuchekea wakati moyoni imekununia, sina tabia ya kukununia wakati moyoni nakuchekea. Furaha yangu utaiona, na hasira yangu utaiona ninawaomba watendaji wote katika idara zote na taasisi zote, kila mtu akae kwenye kiti chake na aenee. Nilikuwa na tafakari hapa wakati wa utambulisho, nikamwona kijana mahiri kabisa anatambulishwa, ndio mkuu wa mambo ya utamaduni. Kaa kwenye kiti chako, uenee. Watu wa utamaduni wamebakiza jukumu moja tu la kuomba vibali Yaani, wao kazi yao kwenye mawilaya na mikoa kufuatilia watu kupata vibali, yaani vile vibali vile wanafuatilia zile hela. Hakuna kazi nyingine inayofanyika, na tunalipwa mshahara na serikali imetutawanya nchi nzima. Brother, ka funga mkanda wako, ni wakati wa kupaa ndugu zangu, kwenye kila idara. Najua ukienda kwenye michezo, tuna michezo takriban zaidi ya elfu themanini kwa dunia nzima ambayo inachanganya mpaka na tamaduni, lakini ukienda kwenye michezo inayotambulika na kurasimishwa na ina mashirikisho ni zaidi ya michezo elfu ishirini Hapa Tanzania michezo yetu haizidi kumi, tena mpira wa miguu ndio unaongoza mingine na suasua. Ukienda hata kwenye basket, mpaka tumemwachia kijana mmoja msa, yeye ndio anahangaika peke yake, kama ndio wa michezo, mtu wa michezo kaa kwenye kiti yako na uene kwenye habari. Tuna kazi kubwa, tuna maafisa habari mpaka kwenye wilaya. <laughs> Nafika mahali wa Watanzania wanaenda kulalamika kwa wanahabari huko mtaani, wanahabari wanaamua kuripoti kero ya wananchi iliyotokea kwenye halimashauri zetu, kwenye wilaya zetu. Na inafika kipindi tunawachukia wanahabari wanaoripoti ripoti yale ambayo walipaswa kulipoti na maafisa habari tulionao sisi wenyewe. Mkurugenzi na msimamizi na mkuu wa idara naomba ukae kwenye kiti chako na uene. Ndivyo ilivyo hivyo hivyo kwenye sanaa. Ndivyo ilivyo kwenye maeneo mengine. Ninasema hivyo kwa sababu mimi muda wa kusubiri sina. Umri wangu huu nisipokuwa na spidi ya kutimiza ndoto za Watanzania waliomwamini Daktari Samia wakamteua na mimi nitakuwa siandiki alama njema kwenye kizazi kilichopo. Ninafahamu ya kwamba kote nilikopita na nyinyi watumishi mmepata nafasi nzuri ya kufuatilia utendaji wangu wa kazi. Na mimi nimefanya kazi vizuri katika maeneo mbalimbali na tumeishi na watu vizuri na tumeagana kama hivi leo profu anavyoondoka, mioyo yetu wengine tunasononeka. Nikwa mtania profu nikoisha nogewa unajua ukikaa wewe juu hapa sisi tuko huku tunajifichia humo. Eh, kuna mahala pengine unajua naibu kudoji ni rahisi. Eh, unajua tu, ah, kama zigo likidondoka litamdondokea nani? <laughs> <laughs> Sasa, sasa ukishakuwa full minister, maana yake usiku na mchana unatakiwa dira, vision na mikakati na namna ya kuexecute, unahakisha unasimamia. Kwa hiyo sio kazi rahisi ya kusimamia taasisi. Ninaomba tusiangushane, ninaomba tusiangushane. Ningetamani kuiona Wizara hii kama nilivyosema, prof, watu wanaiona kama ni wizara ya kawaida hii wizara, nakuhakikishia, ndani ya mwaka mmoja, kama Mungu atatupa uhai na kubaki hapa, kila mtu alioko kwenye wizara nyingine, ikiwemo wizara ya fedha, watatamani kuhamia wizara ya habari, michezo na utamaduni <laughs> tunakwenda kubadilisha mpaka namna ya kuvaa. Ukiwa unafanya kazi kwenye wizara hii, unavaa vibaya nje ya geti <laughs> kwa sababu watu wote wenye hela wako wizara nini? E, matajiri wote wako kwenye hii wizara, macelebrities wote nchi duniani wako wapi? Watu wanatumia magari eh, kama ni Bugatti, Porsche Cayenne, G-Wagon hizi wako wapi? Watu wamevaa saa za maana wako huko. Sasa wewe unaowakilisha kwenye nchi. Ukitembea kinyonge nyonge manake mlango huu utakuwa mgumu kidogo kuingia. Kwa hiyo naomba kuanzia kwenye mwonekano lazima tuhakikishe tunaiwakilisha wizara yetu kikamilifu. Na natamani watumishi wote mlioko hapa na ambao hawako hapa watembee kifua wa mbele ya kwamba wizara yao ni namba moja kwa kila kitu. Sisi ndio wale watu ambao mtu wa madini akishapata hela anakuja huku, mtu wa madini akipata hela, mtu wa maliasili akipata wateja kule anakuja wapi? Yaani matumizi yote yako wapi? Yako wapi huku. Hata wale ambao walikuwa hawana hela wanawatamani watu wa huku. Wakipata hela wanaanza kuwawinda, wakiwa hawana hela hawezi kuwatafuta. Nafikiri nikisema hivyo mtakuwa mme <laughs> Umenielewa. Kwa hiyo, naomba sana ndugu zangu, uhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa bidii. Jisikie fahari ya kwamba kila kona ya nchi hii watu wanajua kazi yako. Ukiwa mahala, ni wewe mwenye uamke, uamue watu wakutambue au watu wasikutambue. Mimi tabia yangu, uh, mheshimiwa waziri, hata nilipokuwa pale mkoani Arusha, nitamfahamu mtu kama kuna kazi tunafanya naye.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 umekuwa wabaraka kwa dhehebu zote wa Kristo na Uislamu. Kwa miaka mingi tumeona pale Dar es Salaam watu wakifanya Ramadhani Cup. Nishaongea na wale viongozi mheshimiwa waziri, na kesho tutakuwa na kikao nao kuhakikisha kwamba tunaunganisha na wizara Ramadhani Cup tunaipeleka kwenye mikoa mitano, yawe ni mashindano yanayohamasisha na kuwafanya watu tukabaki pamoja, unajua. Mwezi wa Ramadhani huwa ni mwezi ambao ni kama Kwaresima vile. Wakristo na Waislamu wote tunakaa pamoja. Na wengine tumelelewa kwenye familia za like Kiislamu. Kwa hiyo tunafunga pamoja kwa sababu usipofunga pia unajisikia vibaya kwenda kula daku au, au kula futari ya mtu unakuwa kama kobe. Sasa sisi tungependa tutumie pia fursa hiyo michezo yetu iweze kutunganisha. Lakini pia tunatamani sana ya kwamba maandalizi yetu ya Afconi yaanze sasa. Mheshimiwa Waziri amesema tunayo tume ya kamati, lakini pia kwenye wizara tutakaa na sisi, tuanzishe angalau Samia pre Afcon, tuanzishe mashindano ya pre Afcon yatakayoendeshwa kwenye sekondari zetu zote, na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tushirikiane na Tamisemi, tutapanga tuwe na mashindano ya Afcon pre Afcon pre ambayo yataanza kutoa dira na mwelekeo, ili mwakani tutapokuja kupokea wageni taifa zima lipo na timu yao na timu yao ikienda kufanya vizuri, huku tukipalilia ndoto za vijana. Lakini tumefuatilia pia tukundua ya kwamba kwenye sekta ya walimu wetu wanaosomea ualimu wakipangwa kwenye shule hasa shule za msingi na sekondari, wengi wao hawapati nafasi ya kujifunza mambo ya michezo, na wanafika hatua wanakosa sifa za kufundisha michezo. Tungetamani pia na hili, Profesa Kabudi tutakuwa wote kabisa, tutaiandaa pepa tuipeleke kabineti, tushawishi baraza la mawaziri lilizia kwamba sasa walimu wa shule za msingi na sekondari wanapokuwa kwenye vyuo vyao kule, wanaopenda mpira wanajifunza, wanatoka kama professional. Ili wakienda kwenye mashule watutengenezee kizazi ambacho kimelelewa na mtu anayejua taaluma, na ile certificate watakayoipata itawapa nafasi ya kuqualify kufanya daraja jingine la KAFU ili pia na shirikisho la mpira pamoja na Kafu wawatambue kama wataalamu wa michezo katika namna ya kukuza michezo. Ndugu zangu, ni nisingependa kuchukua muda mwingi. Kesho najua tuna kikao, na kikao chetu kitatupa nafasi nzuri zaidi ya kupitia. Lakini tu Profesa, nikushukuru sana na nikupongeze sana, na kwa kweli Profesa, kama kuna jambo umewachongea watumishi wa wizara hii, ni hii dokumenti yako. Hii dokumenti umeacha mwiba ukisikia kilio kule, jua ni hii document. Naomba ni wataarifu watumishi, hakutakuwa na seminar. Hakutakuwa na washa wala si seminar elekezi mpaka kila mtu haya mlioenda kujifunza Kibaha mkajifungia na profesa, yametimia. Na kama mlikubaliana miezi miwili, kesho ndio na sababu kwa nini unafaa kuendelea kuwepo hapo, na miezi miwili imepita na mepita na ulichotimiza. Vinginevyo, utaturudishia hela uliokula Kibaha sababu utakuwa ulienda semina bure na hakuna matokeo yake. Jamani, tunasikilizana vizuri eh? Eh, sasa kama mzee anaondoka mkimwona pale mumwage kwa heshima vizuri, kwa sababu najua chumba kinaingia. Naomba kurudia tena, nimeangalia hapa profesa yako alibana ngapi yako mambo alibana tisa, na mlienda nadhani mwaka jana na mkakubaliana miezi mingapi? Mitatu kwa namna yoyote, kwa hesabu yoyote ile miezi mitatu ishapita. Yani tujumlishe, tutoe, tuzidishe, miezi mitatu ishafanya nini? Kesho iko mwezi wa tatu mwaka jana, manaake mmekula bonus miezi mitatu. Kama ni mwezi wa tatu, manake wa sita mlishamaliza, mkaongeza miezi mingine mitatu, mitatu wa tisa, mkaongeza mingine miezi mitatu wa kumi na mbili leo tuko manaake imeshaenda zaidi Kesho tunapitia hii dokumenti, wala hatuna kikao kingine serikalini, tuna business as usual. Mnakutana kikao, mnachukua na sehemu, mnapelekana retreat, mnakula posho, mnagonga chairs, mnatoka pale, mmeelewa, mnaoka na maazimio, hakuna kinachotokea kesho. Kesho tunapitia hii dokumenti, yoyote yule ambaye anajua kwenye hii dokumenti hakuna hata moja aliolifanya, njoo na sababu kwa nini unafaa kuendelea kuwa mkuu wa hiyo ofisi hiyo. Vinginevyo tukuombe mamlaka zingine zikuchukue, yawezekana wa nafasi sehemu nyingine. Asanteni sana na karibuni kwa ajili ya kufanya kazi. Wizara oye, wizara hoye, pameanza kuchangamka ameanza kunoga, sio eh? Sawa, Mheshimiwa waziri, Mheshimiwa mawaziri na Mheshimiwa naibu waziri, sasa zoezi linalofuata ni la kutia sign document ambazo tumeziandaa na naomba sasa niwe naongea huku natembea tembea, kwa sababu mimi mwenyewe ndio naratibu. Uh, aaguu na akeuna maelekezo kwanza, itakuwa ni kuutia saini nyaraka ambazo zimeandaliwa ambazo meweza makubaliano, na baada ya hapo tutakabidhiana nyaraka, lakini pia baada ya hapa, japo ili lengo kuwa lunch tumeandaa

<coughs> Baada ya kutia saini, uh, itaomba sasa mkabiliani nyaraka za zilizotiwa saini

Makofi jamani, makofi mengi. Nashukuru sana, lakini pia tunaomba uh, mheshimiwa waziri akukabidhi nyaraka mbalimbali. Najua moja umeshakabidhiwa, mheshimiwa waziri, ya maelekezo ya Kibaha <laughs> sasa ziko zingine ambazo pia <inaudible> za ofisini, naomba pia kukabidhi. Naomba ni kukabidhi ilani ya Chama cha Mapinduzi hotuba ya waziri wa, eh, waziri wa habari baraza la michezo kwenye budget ya mwaka 2526 sera ya maendeleo ya michezo sera ya utamaduni bila 2025 na sera ya habari na utangazaji e, hii ni sheria na kanuni za wizara na taasisi zake zote Asante sana waheshimiwa mawaziri na mheshimiwa naibu waziri. Baada ya makabiliano haya, sasa, ratiba itakayofuata, picha za kumbukumbu. Naomba tushuke pale chini. Bahati nzuri jengo letu lina ngazi ambazo zitatusaidia kupiga picha zote za kumbukumbu tunazohitaji, na kwa sababu viongozi watakuja, naomba watumishi wataku wote watu sasa, haraka tuende haraka haraka management.